Leo nataka nizungumze tena na wewe mwanamke ambaye Mungu amekupatia ndoa. Upo kwenye ndoa yako. Ninalo neno la kuzungumza na wewe. Biblia inasema Mungu amefanya jambo jipya, mwanamke atamlinda mumewe. Sasa Biblia inaposema utamlinda mume wako, hatulindi kwa maombi tu. Hatulindi kwa kukagua simu tu kuna ulinzi ambao una nguvu zaidi ya kukagua simu yaani wanawake wengi tumeweza sana kwenye kufuatilia mume wangu leo aliongea na nani alichati na nani ni sehemu ndogo sana ya kulinda mume wako na wakati mwingine pia tumeweza kufanya maombi hilo ni jambo lenye nguvu na ni la muhimu sana lakini kuna eneo ambalo ni muhimu sana tulizingatie au ulizingatie wewe mwanamke ambaye uko kwenye ndoa Biblia inaposema utalinda mume wako, unapaswa pia kumlinda mume wako kwa kumpa seksi kwa kiwango kizuri na cha kumridhisha, yaani aridhike na seksi unayompa wewe. Wakati mwingine unaweza ukaniuliza kwa nini mchungaji unasema hivyo. Nimegundua asilimia kubwa ya wanaume wanaohangaika kutongoza tongoza ni wanaume ambao wako kwenye ndoa yaani wababa ambao wako kwenye ndoa ndio wanaohangaika sana kutongoza, na ndio wanaotusumbua sana. Sasa unajiuliza, huyu mtu hajatarikiana na mke wake, hajafiwa, yupo kwenye ndoa, tatizo ni nini? Kwa nini anahangaika namna hiyo? Wamama, kuna hiki kipengele tunakipuzia, hasa baada ya kuanza kuwa na watoto, baada ya kuanza kuwa na majukumu, tunapuzia sana kwenye swala la kumpa mume tendo la ndoa kwa ubora. Yaani wamama wengi, unafika kule chumbani, unaenda unamtegeshea tu baba watu, unatega kama umetega libeseni hapo, umemsusia baba wa watu, ahangaike mwenyewe, we umelitega tu hapo kama beseni, yaani halitikisiki, halifanyi nini, umemtegeshea tu pale Alafu kichwani unawaza kausha damu, unawaza mambo ya vikoba, umemtegea baba watu, wa watu dibeseni pale, anakukuruka mwenyewe. Akimaliza hapa anajiondokea namna hiyo. Unampa ibilisi nafasi kwenye ndoa yako. Maandiko yanasema wala msimpe ibilisi nafasi. Katika eneo ambalo linaweza likasaidia sana kuziba mianya ya shetani asiingie kwenye ndoa ni kwenye hiki kipengee cha sex, lakini wamama hawajali kuhusu hiyo, wako bize tu na mambo mengine. Sasa waume zenu wanakata kamba, na bahati mbaya sana, wanapokata kamba hawa watu, wakiwa na kiu wanaweza kunywa hata maji ya mtaloni, hawajali usalama mtu wa siku. Huko wanakokwenda atakanyaga waya wa umeme, na akipigwa hiyo shoti, hiyo shoti maidia inakuja kwako, mtaacha watoto wanateseka, mtaingia kwenye magonjwa. Wanawake, jitahidini kutoa seksi kwa ubora, uwe hodari hodari, sio kwenye ibada tu na maombi mpaka kwenye kwichi kwichi kule, uwe hodari, fanya kwa uhodari, yani kiasi kwamba hata huyo baba kikata kamba, Mungu awe na sababu ya kumhukumu kwamba huyu anapewa ni tamaa zake tu. Lakini asilimia kubwa ya wanaume wengi wanachiti wanachepuka, nyumbani watu wanabana sana, mgao umekuwa mkali kuliko TANESCO. Nyumbani kwa kuna wababa hata wakupenda kuchepuka, lakini kwa sababu migao imezidi, na mtu anakiwa afanye nini? Mwisho wa siku wanaamua kutoka nje ya ndoa liko kundi la wanaume kubwa tu halikuwa na nia ya kutoka nje, lakini kwa sababu nyumbani ananyimwa afanye nini? Si so, anaenda kutafuta mitaani huko. Mwisho wa siku mambo yanaanza kuharibika kwenye ndoa, mnarudi tena kwetu wachungaji, shetani ameingia kwenye ndoa yangu. Aliingilia wapi? Aliingia pale ulipoanza kumnyima huyo mwanaume. Tafadhali gaweni seksi jamani, toeni mizigo hiyo, msibanie wapeni, wanaume wapeni kwa kiwango cha kutosheka waridhike. Na hivyo ndivyo tutakavyoweza pia kuponyesha ndoa zetu.